Msifu Yesu Kristo wapendwa, mimi ni Padri Felix arnaitwe Kalemba, mwalimu na mlezi wa seminari kuu Piramio. Leo napenda kuwashirikisha kidogo kutoka kwa barua ya Baba Mtakatifu Francisco aliyotuachia, ambaye inaitwa Laudato Si. Ndugu zangu, tunapoendelea kusherekea na katika furahi ya Pasaka na majonzi ya kuondokewa na baba mtakatifu Francisco aliyeitwa na Bwana tarehe 21 Aprili 2025, tunatafakari juu ya urithi wake mkuu kwa kanisa na dunia. Mojawapo ya zawadi zake kuu ni Laudato Si, barua ya kichungaji ya mwaka 2015, inayomaanisha asifiwe e Bwana. Barua hii ilitokana na wimbo wa Mtakatifu Francis wa Asizi ambaye alimuona Mungu katika kila kiumbe na kila tone la uhai. Katika Laudato Si Baba Mtakatifu alitupatia kilio cha kiroho na cha kinabii kuhusu dunia yetu. Aliangalia uharibifu wa mazingira ama ukataji wa misitu uchafuzi wa hewa na maji na uharibifu wa viumbe hai, na kuona mateso ya maskini yanayochochewa na tamaa na matumizi kupita kiasi ya wachache. Akatualika sisi sote, viongozi, familia, watu wa dini na kila mtu mwenye mapenzi mema, kushirikiana kuitunza dunia kama nyumba yetu ya pamoja. Alitufundisha kuwa dunia si mali ya mtu binafsi, bali ni zawadi ya Mungu kwa familia nzima ya wanadamu. Tukitaka mabadiliko ya kweli, hatuhitaji tu teknolojia, bali pia tunahitaji toba ya kiikolojia, yaani mabadiliko ya moyo mtazamo na maisha. Leo tunapomkumbuka, tunaweza kumuenzi baba uh, yetu Papa Francisco hayati kwa kupanda miti, kupunguza matumizi ya plastiki, kutunza maji na kuwaelimisha wengine kuhusu ulinzi wa mazingira. Tusikie kilio cha dunia tusikie kilio cha masikini na tuchukue hatua, kwa sababu sisi sote ni sehemu ya familia moja ya Mungu. Laudato si, bwana wangu asifiwe. Ee Bwana Mungu, amrehemu e, Papa Francis, na sisi tuwe wajumbe wa matumaini kwa uumbaji wote.